Simba siku ya Jumapili anaenda nyumbani, na mbaya zaidi uwanja leo aliowachiwa ni wa Benjamin Mkapa ambao ni home mbaya zaidi. Simba kwa Benjamin Mkapa anajiamini kuliko sehemu yoyote, ndio maana ulimwona alipelekwa Zanzibar akaweseka Simba, maana uwanja uwanja wake ni ule pale. Ule ule pale tumerithishwa na marehemu Benjamin Mkapa. Sasa mchungaji, turudi kidogo ndani ya Yanga kwa watani wenu. Ukiangalia Yanga moja kwa moja msimu huu, ukitoa ushabiki pembeni, unaiona Yanga ni timu ambayo kama imepoteza mvuto ikiwa inacheza uwanjani, performance yake uh, ipo chini. Je, Yanga unavyoiona kwenye hili kundi, ana asilimia ngapi za kuvuka kwenye hili kundi, na timu gani kwake inakuwa rahisi kuvuka? Yanga mpaka sasa hivi kwenye kundi lake ameshika, ameweka kama nafasi ya tatu, na ndio hivyo hivyo, national atakuwa namba moja, alafu wale, wale, wale, wale, wale toa Mchungaji bwana, mimi nashukuru kushika time yako kufanya mahojiano na mimi na online TV hapa unazoziona mbele. Ndugu watazamaji, mbele yenu mwandishi ndugu watazamaji mbele yenu hapa ni Mandala, ni mchambuzi wa hizi online media unazoziona mbele yenu. Tukutane siku nyingine. Tutashangaa, tutashangaa sana sana Simba Simba akishindwa kuchukua ubingwa wa Afrika. Turudie tena, tutashangaa sana sana. Kama Simba jamani, wewe na niweke sawa, mimi sio shabiki wa Simba, mimi ni mwandishi anaosema tutashangaa, sio mimi. Ni mchungaji msije mkasema mwandishi anatumika maneno ya mitandao. Sisi hatutaki tuendelee, mchungaji nitashangaa sana Dio, endapo Simba atashindwa kuchukua ubingwa wa Afrika. Afrika kwa sababu zifuatazo, yeah. Namba moja, Simba ni timu namba tano kwa ubora barani Afrika. Ndio. Imefikia hatua wananyang'anyana wachezaji na timu namba moja. Yeah, yeah. na namba mbili Simba, hakuna mchungaji mbele yetu Jumapili kuna mechi ya Tipoli di Luanda, tunaenda kucheza nao Benjamin William Mkapa. Jamani, nimekosea, hatuendi kucheza nao, Simba anaenda kucheza sindio? Kwa hiyo msije mkaningiza kwenye kundi lenu mona, hili ni jezi tu nimevaa kwa sababu ni mtu wa michezo ya. Kwa hiyo tuna Simba anaenda kucheza na Petro di Luanda. Ukiangalia hii timu, ukifuatilia kiundani, sio timu rahisi kama tunavyofikiria hii timu ina rekodi nzuri, ukifuatilia hii timu ina mambo makubwa imefanya. Nikikurudisha nyuma misimu miwili, hii timu ishaanza kucheza klabu bingwa hatua ya kwanza mpaka nusu finali, akufungwa mechi yoyote mpaka mechi anayotolewa. Unaiona hii mechi ina ugumu kiasi gani? Unaiona hii mechi ina urahisi kiasi gani mchungaji? Hakuna mechi ya klabu bingwa ambayo ni nyepesi. Kundi la Simba ni gumu, kundi la Yanga ni gumu. Yoyote ambaye amefikia hatua hii ni mzuri itaonyesha ni jinsi gani utajipanga katika mechi zako za nyumbani, mfano yeah. Simba amewahi kufungwa na Raja y Kasablanka yeah. Nyumbani akawa amepoteza, akawa na pointi sita, hasa tatu za nyumbani hana, ikabidi afidie kwa kuwafunga Vipers nje ndani. Kwa hiyo, ndugu mwandishi, mi nachokupendea ni mtu ambaye unajua michezo mbaya yeah. zaidi unajua kuhoji yeah. tatu zaidi ni kwamba unajua tunachoenda kukifanya siku ya Jumapili, sawa mimi nikiangalia Simba kwa sababu nikiangalia kwa ubora wa wachezaji wake moja kwa moja. napenda kugeuka wa watu wa kuangalia au wazee wa comment. Nageuka kwenu nyinyi ili mnione. Tukiangalia Simba tukifanya analyze, tukitumia utaalamu sasa. analyze and explore tukiangalia Simba ina wachezaji wenye quality. Mchungaji, mchezaji gani wako wewe kwako ni silaha? Unaona anaweza kwenda kubeba Simba kukupa matokeo Jumapili. Ni mchezaji huyu wale kasajilo safari ambaye anaimbwa Allah. Taarifa za chini chini zinasemekana, taarifa za chini chini, ngoja ngoja bwana mchungaji ananiambia, na mchungaji ana nini? Mchungaji anayo yeah, anayo atakatugee. Mchungaji hebu tupe. Kaduguda is back. Na <laughs> nasikia amerudi ame, yeah, kwa kazi maalum yeah, na, na taarifa nilizozipata kwamba yule mzee kakataa kulipa mshahara na yeye amewaahidi kwenye kikao jana yeah. kwamba yeye ndo atakayeleta ubingwa wa Afrika na asipoleta ubingwa wa Afrika asifukuzwe ndani ya Simba. Jamani, ni habari. Mchungaji, rudia. Yeye jana kaahidi kwenye kikao kwamba mm. yeye ameletwa kwa ame kazi moja, hakikisha anachukua Simba, anachukua ubingwa wa Afrika. Wasipochukua ubingwa wa Afrika, anasema mfukuzwe ndani. Mchungaji, tuweke nukta hapo, katika habari za Simba tuweke nukta. Leo mitandao imechafuka, tukiona zinaendelea taarifa moja kwa moja kwamba ndugu zenu au, watani wenu leo wametambulisha jezi zao za klabu bingwa. Usiende mbali sana. Mchungaji usiniingilie katika sekta yangu ya habari. Karibu, karibu watani wenu leo wamezindua jezi mpya, dio, za klabu bingwa. Je, yeah, zile jezi ukijangala kwa jicho la nyama, kwa jicho la kitaalamu unazionaje zile jezi? Jezi. Jezi... Mm -hmm. Kwa hiyo anataka niambie Yanga wameamua kuto kuwasumbua mashabiki zao wakitaka kula ubwabwa, matunda wanapata, ah. Sasa, mchungaji, kuna kitu kuna kitu hapa anataka nijue ya kijani ishiii kwa ishiini <laughs> <Hey>, jamani, mi sio <laughs> shabiki wa Simba, mi ni mtangazaji na mchambuzi, ila mchungaji kanifurahisha. Anasema kwamba jezi ya Yanga ile ya njano saasaa ina ukubwa wa kiwanja cha ishirini kwa ishirini bado janaelewa yani ile, ile jezi ile pale ni ukihitaji <di> kiwanja <laughs> kwa Kwenye lejezu, unaangalia, unapata nye Je, mchungaji unaonaje watani wako Jumamosi wanaenda kukutana na eh, AC Farabat kule Visiwani Zanzibar? Je, unavoiona Yanga kwa uchambuzi wako na jinsi unavoiona kwa mtazamo wako kwa quality ya Yanga moja kwa moja na jinsi Yanga unavoiona, Je, unaiona anaenda kupata matokeo aina gani? Yanga ungewaambia ligi kuu au Yanga na, na, na, na, na, na, na, na KMC. Lakini Yanga sumu yake kubwa kuambia hii mechi ni ya klabu bingwa barani Afrika. Bado hujanielewa. Kwa wajenge kisaikolojia kwamba hii mechi kama unacheza na Prison, Yanga anashinda mechi. Ila Yanga ukimwamsha tu kuambia klabu bingwa ni kama anapata kiwewe fulani hivi. Simba siku ya Jumapili anaenda nyumbani. Na mbaya zaidi uwanja leo achiwa ni wa Benjamin Mkapa ambaye ni home. Mbaya zaidi Simba kwa Benjamin Mkapa anajiamini. Yote. Weseka, Simba. Ule ule na sasa, mchungaji, turudi kidogo ndani ya Yanga kwa watani wenu. Ukiangalia Yanga moja kwa moja msimu huu, ukitoa ushabiki pembeni, unaiona Yanga ni timu ambayo kama imepoteza mvuto, ikiwa inacheza uwanjani performance yake ipo chini. Je, Yanga unavyoiona kwenye hili kundi ana asilimia ngapi za kuvuka kwenye hili kundi, na timu gani kwake inakuwa rahisi kuvuka, Yanga mpaka sasa hivi kwenye kundi lake yeye ameshika, amewekwa kama nafasi ya tatu, na ndio hivyo hivyo national uh... atakuwa namba moja alafu wale wanaitwa wale, wale, wale, wale tua... Mchungaji, bwana, mimi nashukuru kushika time yako kufanya mahojiano na mimi na online TV hapo unazoziona mbele, ndugu watazamaji mbele yenu eh. Yeah. Ndugu watazamaji mbele yenu hapa ni Mandala, ni mchambuzi wa hizi online media unazoziona mbele yenu. Tukutane siku nyingine. RMC. <laughs>